Siku hizi pale BAKWATA mkoani, msururu wa wanawake wanaokuja kwa ajili ya kudai taraka, na wengi wanakuja wanataka kujikhului. Msiba mkubwa huu, msiba mkubwa. Tumepata uwezo wa fedha sasa, tunaona akiniudhi mwanamume, hataki kunipa taraka nda talipatamrudisha ya mahali yake alafu ntakuwa huru. Huu ni msiba, si jambo jema. Ukisomewa taarifa na idadi ya kina mama wanaokuja BAKWATA kwa kutaka kujikomboa wenyewe kutoka kwenye ndoa utasikitika sana, na wengine ni vijana wadogo wadogo kabisa ambao bado ni wachanga katika ndoa lakini wanataka wajitoe. Sasa na uongozi huu wa JUWAKITA tunatakiwa sasa tuangalie tunafanyaje kunusuru ndoa hizi, tunafanyaje kulea, kutoa malezi ambayo yatatoa watoto wa Kiislamu wazuri, tunafanyaje kumkomboa mwanamke wa Kiislamu kutoka kwenye unyumba ni lazima uongozi ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, ngazi ya msikiti, tukae na kutafakari na kuona njia inayoweza kutupeleka kwenye mafanikio. Kwa hiyo mimi nimekuja kuwakumbusha, wala si jambo jipya. Nataka niwakumbushe kwamba kuna majukumu tunatakiwa tuyatekeleze, na kila mwanamke sasa, kama kiongozi, asimame aone jukumu lake. Je, ameliweza kulisimamia vyema? Hivyo ukisimama sasa hivi niulize, kata hii ya Malya, nyinyi hebu, mmewasaidia watoto wangapi kusimama vema? mmenusuru ndoa ngapi? Je, mmetoa semina ngapi kwa kinamama, ili watambue wajibu wao, jukumu lao na umuhimu wa ndoa? Je, mmewasaidiaje akina mama hao kuhakikisha kwamba wanajenga uchumi wao? Maana sio siri, Tanzania, mwanamke ndiye mwenye familia, yeye ndiye mwenye familia kwa sababu yeye ndiye mlezi. Na unaona familia nyingi, kama mwanamke hakukaa sawa, familia nayo haikai sawa. Kuna kuwa na shida nyingi kuyumba na nini na nyinyi ni mashahidi, mnaona watoto walivyo wengi mtaani. Kwa hiyo lazima kata hii iseme, sisi hatutaki kuona tena watoto wanakwenda mtaani, hatutaki kuona ndoa zinavunjika kwa sababu zi ambazo sizo za, za msingi. Kama mtu amekuwa majununi anapiga mke wake kila siku, hiyo ndoa lazima itavunjika, si ndio? <coughs> lakini <coughs> sio wewe umeenda sokoni, umeenda saa mbili asubuhi unarudi saa sita, mmeo bahati mbaya amerudi anakuta hauko, kukuuliza, nasema nimechoka, siniulize. Haiwezekani! Kwa hiyo ninawaomba sana sana, hebu tutengeneze utaratibu ambao utawasaidia akina mama kusimama kwenye dini ya Uislamu tukiwa imara.